Jeshi la polisi hii leo Novemba 26 mwaka 2025, limetoa taarifa kwa umma inayosema kwamba jeshi la polisi limeona na linafanya uchunguzi wa taarifa inayosambaa kwenye mitandao ya kijamii ikionyesha imetolewa na mkuu wa polisi wilaya Chunya mkoani Mbeya kwa uandishi wa habari kama ushauri kwa wamiliki wa vituo vya mafuta wilayani humo. Uchunguzi huo unafanyika ili kupata ukweli wa taarifa hiyo, kwani hana mamlaka ya kuita waandishi wa habari na kutoa taarifa kwao. Ikibainika hivyo, hatua stahiki zitachukuliwa mara moja. Imetolewa na msemaji wa jeshi la polisi, makao makuu ya polisi, Dodoma, Tanzania.